Wale wanaosoma teolojia, seminarist wakubwa, ya somo wanalosoma inaitwa dogma. Dogma, dogma ni mafundisho ya kiimani, ukweli wa kiimani ambao msingi wake ni au Biblia au mapokeo ya kanisa na daima inaeleza ukweli fulani wa kimani ambao wakati mwingine kudadavua kiakili za binadamu inakuwa sio rahisi, lakini ukweli kimani, kwa sababu umefunuliwa au katika Biblia au katika mapokeo ya kanisa na hayo imefundishwa sisi waamini na niyakuwa sehemu ya maisha yetu, imani. Sasa kama wewe unakuwa ni <laughs> Mkatoliki alafu ukakata baadhi ya hizi dogma, basi Katoliki wako mko mjivua mju. Sasa zipo nyingi dogma, zipo nyingi mafundisho kanimaami lakini leo hii ninataka nitaje zile zinazomhusu mama Maria kwa sababu, kama tulivyoambiwa, tunaadhimisha tunasherehekea upate wa habari mama Maria, Anunciation. Ziko nne zinazomhusu mama Maria. Ya kwanza ni ile inayosema kwamba

hili nayesema kwamba Mama Maria alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, tumesikia kwenye somo. Immaculate conception, Immaculate conception. Ya tatu nilifundishwa kwamba yeye ni bikira, ndio maana tunasema Bikira Maria, kisifa cha mama na nne ni assumption au kwa Kiswahili wenyai imchugulia kupalizwa viunguni kwa Mama Maria. Hayo ndio mafundisho makuu manne dogma kuhusu Mama Maria. Aanaaafai kwamba Mama Maria ni mama wa Mungu. Hiyo ni moja ya dogma ambazo tunapigwa nazo vita sana sisi, wakati na wale watu ambao hawaielewi na kufanya kazi. Nasema hiyo, ndugu zangu, ninyi mnaweka nadhiri, kwa sababu watakapokuona mahali wanakuuliza ni mtawa sema mwanadamu anayeitwa Maria anawezaje kuzaa Mungu? Ina maana Maria alikuwepo kabla ya Mungu? Mungu ambaye ni mo, hana mwanzo wala mwisho, huyu mwanadamu anamzaje? Swali so, utaulizwa na nakuomba usipepeshe macho, ulifahamu vizuri na ulijibu kwa kama uikaawa kabisa la maana, na kujua ni hili kwanza Maria hampi Yesu Mungu. Malaika anamwambia mama, neno la Mungu litashuka tumboni mwako. Kazi yako wewe ni kulipa hili neno nyama na mifupa, alafu mzai nafsi ya pili ya Mungu. Sasa kwa sababu kutoka mbinguni na Mungu wake anaingia la kwenye tumbo la mama na Mungu wake, Maria anakofanya ni kujazia nyama na muza lakini kwa sababu anazaa mtoto maji nyama na damu pamoja na Mungu wake, mama wa Mungu. Mungu asa Maria alikuwepo kabla ya Mungu yauumano kile kato cha neno wa Mungu aliye Mungu kuingia ndani ya tumbo lake na akamzaa Yesu aliye Mungu. Kwa pamoja as maana leo la pili ni hilo la Immaculate Conception. Kwamba anapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hayo ni maandiko. Sio kwamba kuna mtu alitunga. Malaika anakuja kwa Maria. Anamwambia, Maria, Mwenyezi Mungu amependezwa nawe. Anataka umzae huyu mtoto wake ambaye ni neno wa Mungu. Nafsi ya pili

kwa sababu aliishi kabla hivyo na baada leo. Hiyo nayo ni nadhiri ambayo mnaiweka, nadhiri ambayo inakufanya uishi kinyume na ulivyoongwa na Mungu kwa sababu umeongwa

lakini pia inakupa nafasi wewe kuwa shamba darasa. Unajua, tunaishi enzi ambazo vijana wanajishughulisha sana na mambo ya mahusiano na mambo yao. Sasa wewe unaweza kuonyesha kwa maisha yako, kwa maisha yako unaonyesha kwamba sio lazima ufuate tamaa za mwili tu, kila mwili unapodai hata <tanko> unaweza ah, kwa maisha yako unaonyesha mfano, darasa shamba darasa kwamba ninyi vijana mnapata taarifa sana, sio kila kitu, sio kila kitu. Nani ile mnakuwa mfano wa maisha yajayo. Nakumbuka walipomuuliza <tanko> Yesu kwamba wewe kwa unamjibu na wake sio mja na wake saba na mshona kafa

uko tayari? Baada ya kutafakari, ilikuwa ngumu akayeeleweki, anapotambua ni mpango wa Mungu anasema na, na yu hiyo, ndio ni fiat ya mama Maria, na kwa fiat yake neno akaingia duniani, historia ya ukombozi kaza kujipa. Na Maria hakubaki tu katika kumtii Mungu

Ndugu zangu, lilonalo nadhiri ya pili ambako utaishi nawaombea maishi kwa wanunifu mkubwa wa, na yenyewe sio rahisi kwa sababu kwa maumbile yetu tunataka uhuru, hata kanisani. Kwa kawaida, huwa anampendaga sana kutazama watoto wa mama wake, mtoto mama anabona mtoto anamshikilia kwa jirani yake

sisi itatusaidia sana. Hata unajua? Sana. Unapokuwa mtii, viongozi wanaona baadhi ya vipaji vyako familia, amani ya aua kila mtu akiamua kufanya cha kwake tutaishi ndio maana hata kwenye majeshi ya watu utii ni kila kitu. Kama utii unaondoka mara, kwa sababu jeshi tatoka kufanya kazi sio kwa namna yote watii tena, watii na viongozi wanajua hawezi kuleta mambo haya. Mambo haya lingine ambalo tunaliona kwa katika Mama Maria kwa karibu sana ni swala zima la ufukara. Mama Maria maisha yake yote yalikuwa simple. Kwanza kumzaa alimzalia mtoto Yesu katika hoteli ya ipi? Eh, eh Yesu alizaliwa hoteli five star eh? Alizaliwa wapi? Kwenye zizi la ngombe. Bwana wa Mungu anazaliwa kwenye zizi la ngombe, unafikiri zaidi huko. Nani ameshawahi kulala zizini tangu azaliwa? ya shirika wa kwa hakuna. Sasa bwana eh bwana wewe. Halafu maisha yake yote fuatilia. Maisha simple. Yosefu alikuwa na manager wa benki kuu ya Israeli. Yosefu alikuwa nani? Seremala. ana kazi ya chini zaidi hapo.

cha kwanza uone kwamba kila kitu ni cha shirika, muhimu kweli. Ile mentality ya kusema changu sahau, chang kabisa, achia chura changu kwenye kwao, wachie chura kwa, kwa kwenu itangwa ni chetu l kwanzia leo, kata hiyo changu ni chetu, na kama ni chetu, lazima ku kitunze, uone uchungu nacho, sio unapita naona bomba ya maji imefunguliwa maji navuja tu

wanakasikia sauti ya malaika na mimi sala na tafakari kipiga pombe na hiyo ratiba ya mzee aliyeweka mazizi ya shirika. Sala ni kila kitu. Naomba tutii sala na zaidi sana tukumbuke Elizabeth na Maria. Maria anapeleka habari njema kwa mzaa na nini, msaidiane ndiane habari njema kwenu hapa na kwa wengine wote wanaotuzunguka na wanaohitaji. Tumsifu Yesu Kristo, amen.